Eliya nabii wa Mungu alishinda vita visivyo na kifani dhidi ya manabii wa uongo mia nane na hamsini. Katika nyakati hizi ambapo manabii wa uongo wameenea, hebu tuchunguze ushindi wa Kanisa la Mungu kupitia matukio ya kiunabii. Ahabu alikuwa mfalme wa Israeli aliyemwabudu Mungu lakini alimwoa Yezebeli aliyeabudu miungu mingine. Naye alimjengea Baali hekalu na kutengeneza nguzo za Ashera, akitenda uovu zaidi kuliko wafalme wote waliomtangulia. Mungu alikasirika sana naye akamtuma Nabii Eliya kwa Ahabu ili kumwonya juu ya dhambi yake. Mwitikio wa Ahabu ulikuwa nini? Je, alitubu kweli kosa lake? Sivyo kabisa. Ahabu akiwa ameshawishiwa na Yezebeli aliwaua manabii wa Mungu kikatili, na kulingana na neno la Mungu, njaa kali ilianza kote kote katika Israeli. Mfalme Ahabu akiwa amekasirishwa na ile njaa ya muda mrefu, alimtafuta Eliya kuomba mvua tena. Kisha Eliya akamwomba mfalme awaite manabii 450 wa Baali na manabii 400 wa Ashera kwenye Mlima Karmeli. Ahabu aliwakusanya watu wote na manabii wa uongo kwenye Mlima Karmeli. Kisha makabiliano ya ajabu ya mia nane na hamsini dhidi ya moja yakatokea, ambapo Mungu alidhihirisha uweza wake. Hebu nieleze vita hivyo kwa ufupi. Kwanza, Eliya na manabii wa uongo, kila mmoja alichukua fahali, wakamkata vipande vipande na kumweka juu ya zile kuni. Jambo muhimu wakati huo lilikuwa kwamba hawakuweka moto. Kwa nini ilikuwa hivyo? Eliya na manabii wa uongo kila mmoja alipoliita jina la Mungu wake. Huyo Mungu aliyejibu kwa moto kutoka mbinguni angedhihirishwa kama Mungu wa kweli. Je, matokeo ya vita hivi yalikuwa nini? Ingawa manabii mia nane na hamsini wa uongo walipiga kelele na hata kumwaga damu yao tangu asubuhi hadi jioni, hapakuwa na jibu kutoka mbinguni. Miungu yao ilikuwa ya uongo. Kisha Eliya akachukua mawe kumi na mawili moja kwa kila kabila ya wazao wa Yakobo, na akajenga madhabahu na akamwomba Mungu wa mbinguni kwa bidii. Baada ya Eliya kuomba kwa bidii, kwa kushangaza, moto ukashuka kutoka mbinguni na utambulisho wa manabii wa uongo ulifunuliwa mbele ya Waisraeli. Ilikuwa tendo lenye nguvu la Mungu kujidhihirisha kwa ulimwengu wote kama Mungu wa kweli, na kulikuwa na Eliya aliyemwamini Mungu na kwa ujasiri alikabiliana na manabii mia nane na hamsini wa uongo. Ulikuwa ushindi uliowezekana kwa sababu Mungu Mwenyezi alikuwa pamoja na Eliya. Kama vile zamani, kuna manabii wengi wa uongo katika enzi hii wakitega mitego ya udanganyifu inayowaongoza watu kwenye maangamizi. Wakati huu, kazi tukufu ya kupata ushindi kwa imani katika Mungu wa kweli itatokea wapi? Biblia inatuambia kwamba historia ya Eliya, pambano la watu 850 dhidi ya moja, inajirudia katika enzi hii. Sikukuu saba katika nyakati tatu ziliondolewa wakati wa enzi za giza. Kristo Ahnsahnghong alirudisha madhabahu ya ukweli na kufungua njia ya uzima inayoelekea kwa mama wa uzima. Kristo Ahnsahnghong ni nabii Eliya aliyetokea kulingana na unabii wa Biblia, na yeye ni Mungu Roho Mtakatifu. Na Jamii ya Misheni ya Dunia ya Kanisa la Mungu ambapo Mungu Baba na Mungu Mama ndiyo kanisa la kweli, na huko Mungu Elohim hutoa ushindi wa wokovu.